Tumsifu Yesu Kristo. Ninaitwa Padri Yuda Gare, paroko wa parokia ya Bikira Maria Mkingiwa Dhambi ya Asili Dongobesh. Ndugu zangu, leo ningependa kuzungumzia kidogo eh, maendeleo ya parokia yetu hasa kwenye ujenzi wa kanisa lake la kudumu la parokia. Parokia yetu imefunguliwa mwaka ya 2005 tarehe 8 Desemba, siku ya Bikira Maria Mkingiwa dhambi ya asili na miaka sita saba iliyopita, wanaparokia wakiongozwa na aliyekuwa paroko hapa Padri Leo Kirwa walianza mkakati wa kujenga nis kanisa. E, kanisa la kudumu kama mnavyoona kanisa la zamani e, lilivyo e, tofauti na la sasa, basi watu waliona ni vema waanzishe kanisa jipya kwa hiyo kanisa linaloonekana sasa ni jipya, na leo ningependa kuongelea kwa urefu kidogo e, maendeleo ya kanisa letu la Dongobesh. Kama mnavyofahamu, mwaka jana tarehe 23, mwezi wa 8, tulikuwa na harambee hapa parokiani. Baada ya kuwaomba waamini wa parokia ya Dongobesh e, wakiongozwa na viongozi wao pamoja na watu wengine e, tulipanga kufanya harambee kubwa kidogo naye alitusaidia sana e, katika harambe ile. Wageni wetu muhimu sana walikuwa ni, tulimwomba waziri e, Simba Chawene awe ndo mgeni wetu maalumu katika ile shughuli, lakini alimtuma balozi e, Adeladus Kilange, balozi wa Tanzania kule nchini Brazil, ndo alimwakilisha. Lakini pia alikuwepo askofu Wolfgang Pisa, askofu wa Jimbo la Lindi na rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, ambaye ametuwekea jiwe la msingi la kanisa letu, yaani Kristo mwenyewe sasa anakuwa jiwe la msingi la kanisa hili. Baraka ile imetuvusha kwenye hatua ingine ya kuendelea, lakini pia alikuwepo askofu wetu Anton Labwen, askofu wa Mbulu. E, tuliomba fedha kwa kweli, tuliomba fedha kwa makundi mbalimbali. E, kwa ajili tulio, kwa, kwa madhumuni tulioeleza wakati ule, kwanza ni kuweka sakafu ya marumaru yani terazo, kama mnavyoona sakafu yetu ya ya kanisa. Sasa e, ukili survey kanisa kutoka pande zote, imewekewa terazo na inapendeza kwa kweli. Kwa hiyo eh, tulifanya kazi hiyo tukaiunganisha na ujenzi wa altari, altari ya kudumu ambayo iko mnaiona pale mbele ilivyo nzuri e, lakini pia tuliomba fedha kwa ajili ya rangi ya nje e, derko, lakini pia na rangi ndogo ya ndani. Lakini kama mnavyoona sasa kanisa letu rangi yake ya nje e, pamoja na hii rangi ya ndani e, imependeza, kama mnavyoliona kutoka gorofani kule, ukiangalia kwa mbali, sasa ile picha halisi ya kanisa ndo linajitokeza. Tuliomba pia fedha kwa ajili ya kununua vioo vya madirisha, kama mnavyoona sasa hivi madirisha yetu yote yamewekwa vioo na milango eh, pia ilihitaji vioo zile sehemu ambazo zimebuniwa kwa ajili hiyo. Lakini pia ndugu zangu, tuliomba fedha kwa ajili ya rangi ya awali skimming ya ndani rangi nyeupe, lakini baadaye tulipiga nyeupe ya silki kwa upande wa chini. Bado tutahitaji kupiga rangi ya, ya mwisho pale kanisani. Hali kadhalika tuliomba fedha kwa ajili ya kuweka umeme mkubwa, umeme wa kudumu. E, tuliongea na REA, walitusaidia wa, e, wenzetu waliokuwa na uhusiano nao. Kwa hiyo REA wametusaidia kutuwekea umeme wa kudumu wa three phase. E, kama sasa kanisa letu sasa lina umeme mkubwa wa Philippines ndani ya kwa hiyo hatuna tena mashaka eh, ya kuvuta umeme kutoka huko, nyumba ya mapadre kupeleka kule, unajitegemea. Lakini pia tumeweka balbu chache ndani eh, bado tunaendelea kuweka zingine baadaye tutaka kuhitaji fedha nje mm. Kuna balbu za eh, zinazowaka zenyewe eh, usiku kufika zinawaka zenyewe, kwa hiyo ni namna ambayo mafundi wameibuni. Wiring imeshafanyika tayari, lakini bado kuna kazi kidogo ya kumalizia balbu. Hali kadhalika tuliomba fedha zile kwa ajili ya kuweka kengele ya umeme. Kwa hiyo sasa hivi tuna tunapata tuna, tuna kengele mara tatu kwa siku kwa ajili ya Angelus saa kumi na mbili alfajiri saa sita mchana na saa kumi na mbili jioni. Lakini ukitaka okay, pia kwa saa zile za dharura eh, unaweza kupiga kengele kwa, mu, kwa muundo ambao mafundi wameuelekeza. Eh, bado kidogo tunahitaji tuna, tuna tuweke sasa eh, mfumo wa CCTV haujakamilika. Lakini ndio ndugu zangu eh, haya ndio ambayo ningependa kuyasema eh, tuliomba fedha kwa ajili hiyo, lakini naomba kutumia nafasi hii kuwashukuru sana watu mbalimbali, hasa ni washukuru eh, parokia, parokia wa ya Dongobesh waamini na jumuiya zao ndogo ndogo wamejitoa kwa kweli kufikisha kanisa mahali hapa lilipo. Lakini pia nawashukuru pia e, kamati zetu kamati tendaji ya parokia na kamati ya ujenzi iongozwa na mwalimu e, Martin Genda na watu wengine. Kwenye muktadha huu naomba niwashukuru kikosi kazi, nikisema kikosi kazi watu wanajitambua, ni wale ambao tulikutana tukapangiana kiwango cha kutoa na si ya chini kabisa ilikuwa laki tano. Watu zaidi ya themanini walijitolea kwa shughuli hiyo, naomba shukrani zangu mzipokee. Lakini wageni wetu pia waliotutembelea siku hiyo balozi Kilange, ambaye alimwakilisha askofu, eh, waziri Chimba, chawene wene, askofu rais wa baraza askofu Pisa, askofu Anton, eh, tulikuwa pia na mgeni wetu ndugu yetu Geswa Bajuta, ambaye tuli mwalika aje tuunga mkono kwenye kwenye harambee ile. Siwezi kuwasahau pia wabunge eh wa Mbulu vijijini Flatei, lakini za Zakaria Isai ambaye wametusaidia sana. Paulina Nahatu, huyu mbunge wala hatujui ni binti ambaye anawakilisha eh, wakina mama mkoa wa Manyara, lakini wametuunga mkono kwenye ujenzi wa kanisa letu. Siwezi kumsahau mbunge mstaafu Philip Sanga Marmu ambaye naye alitoa mchango wake. Naomba pia shukrani zangu ziwaendie makundi mbalimbali waliotengeneza group za WhatsApp nikianza na wale wa Sano Seminary Alumni ambao kwa mara kadhaa sasa wamekuwa wamenishika mkono kwenye ujenzi wa kanisa hili. Vijana hawa ni mkono wangu wa kuume katika kunitegemeza kwenye ujenzi wa kanisa. Naomba nisiwataje, lakini wanajifahamu. Kuna friends of uh, Dongobesh Parish ambao wako Dar es Salaam, wakiongozwa na wakili Duncan Mayomba, wakili msomi huyu, ambaye na grupu lake walituchangia sana. Na washukuru marafiki wa Father Gare, marafiki wa Parokia Dongobesh, Mbulu na Karatu, akina Reji eh, Bagayo Nicolaus Ombay na wengine wengi kutoka Karatu na Mbulu eh, kina Magoti kadhalika. Lakini niwashukuru mtu mmoja mmoja walioleta harambee zao majina yako kwenye leja yetu ya parokia. Baada ya ku, baada ya kutabaruku kanisa, majina hayo tayaweka mahali pazuri, itakuwa ni kumbukumbu ya ujenzi wa parokia hii. Naomba sasa msichoke kunipokea, nitakuja tena kwenu eh, kuwaomba kwa namna nyingine, tena tumalizie yaliyobaki na mambo makubwa yaliyobaki. Sasa hivi, ndugu zangu, kama mnavyoona picha ya kanisa hili lilivyo -li yamebaki mambo machache sana, tunaelekea kwenda kulitabaruku. Lakini kabla hatujafika huko, kabla hatujatabaruku altare na kanisa na kuiweka wakfu, tungependa kuweka viti vya kisasa vinavyo venye hali ya kuendana na kanisa hili e, pamoja na e, kuweka e, makabati ma zile wanaita nini, samani zile, kabati za kudumu za kuweka vitu vya kanisani, e, kule sakristi. Wanajua utaratibu wale wa sakristi. Lakini pia ndugu zangu, tungependa kuweka tabernaculo sasa hadharani pale mbele, kwa katika hali yake ya usalama. Tunajua kwanza sasa madirisha yetu yatakuwa yamefungwa, milango imefungwa, kwa hiyo tabernaculo sasa ni ruhusa kuwekwa pale mbele. Lakini msisahau pia rangi ya ndani ya mwisho rangi ya mwisho bado hatujapiga. Iliyopo ni rangi ya awali baada ya skimming, lakini bado kuna rangi ya wali. Kitu kingine kikubwa ambacho kinatudai kidogo fedha ni ni landscaping. Landscaping maana yake ni ku n kuyasawazisha maeneo haya yenye miunuko na mabonde. Kuna sehemu ina korongo kubwa, kuna sehemu ina mkamlima. Tunataka tusawazishe yote hayo, ile maeneo sasa yakae vizuri. Eh, eh, na baada ya hapo kupanga mandhari maua yakae wapi, eh, na sehemu ya korido za kupita zikae wapi, misa za nje zifanyike vipi. Lakini eh, na lingine ni, ni kupanda miti, natoka nataka siku askofu akija kutabaruku kanisa hili, basi miti hiyo imeshapandwa eh, na ma yote ambayo yanatakiwa yafanyike. Mimi naomba tu ni niseme hayo ndio ambayo, ambayo ningependa kuyasema. E, mtuunge tena mkono m, katika harambee tutakayoipanga hivi karibuni. Kamati zetu zitakuja kwetu zitatueleza namna ya kwenda mbele. Naomba ndugu zangu mliotuunga mkono mpate baraka ya Mungu, tena kwa awamu ingine e, tutakapoajilia basi mtusaidie kufikia malengo yetu. Asanteni sana. Tumsifu Yesu. Mungu awabariki, asante.